Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Mungu, karibu wakati wetu mzuri kubarikiwa na neno la Mungu na leo tunajifunza juu ya ushindi unaopatikana baada ya Mungu kutawala maisha yetu. Mpendwa, ukipata muda soma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya sita mstari wa tisa wa kumi na wa kumi na tatu. Pale kuna sala ya Baba yetu inayouita ufalme wa mbingu, kwamba utawale na mapenzi ya Mungu yatendeke kwenye maisha yetu kama yanavyotendeka mbinguni, na kwamba situtupe majaribuni, asituache na yule mwovu. Ukimruhusu Mungu kutawala maisha yako, uh, utakuwa ni mfano wa wengi na wengi watajifunza kwako, kwa sababu maisha yako yatakuwa ni ya kulitukuza jina la Mungu. Na utakapokutana na vita, Mungu atakupigania kwa sababu unayemwamini ni Mungu mweza wa yote. Kwa hiyo utakuwa wewe ni mtu wa kushinda vita zote. Kwa hiyo mpendwa, mwache Mungu atawale maisha yako, wewe utakuwa ni mshindi katika yote kwa jina la Yesu amen.